Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilah ladhi binimatihi tatimu salihati wabaadi. Ndugu wapenzi watazamaji, leo siku ya aljumaa ya tarehe 20 Juni 2025, e, taasisi yetu pendwa ya Khidmatul Umma, kitengo hiki cha kuhudumia jamii, tupo mtaa wa Pemba e, katika wilaya ya Ilala ndani ya jiji la Dar es Salaam, na kazi yetu ni ile ile ya kuhakikisha kwamba jamii inaendelea kupata huduma na leo biidhnillahi tabaraka wa taala tumewaletea chakula safi kabisa aina ya pilau pamoja na vinywaji mbalimbali kama mnavyojionea. Mashallah, watoto kama mnavyowaona wamefurahi kwelikweli e, baada ya kuona kwamba taasisi ya upendwa ya Khidmatul Umma imeweza kufika katika mtaa wao huu. Mashallah, kama mnavyoona pia vilevile, akina vile mama wakiwa na furaha na bashasha baada ya kuona kwamba wameweza kufikiwa na taasisi yao upendwa kabisa ya Khidmatul Umma, kitengo hiki cha kuhudumia jamii